Mtazamaji wa Hazina TV, karibu katika kipindi maalum ambapo hivi leo tutajadiliana na kamishna wa idara ya sera za ununuzi kutoka wizara ya fedha, Dr. Frederick Mwakibinga ambaye tuko naye hapa mkoani Morogoro tukutana na wadau mbalimbali kujadiliana kuhusu masuala ya hili jambo ambalo ni muhimu sana katika masuala ya maendeleo ya nchi yetu. Dr. Frederick Mwakibinga, karibu sana katika kipindi kimaalum hapa Morogoro. Asante sana. Labda mtazamaji wetu atapenda kuelewa tunapozungumzia masuala ya mnyororo wa ugavi maana yake nini? Ah, nashukuru. Mnyororo wa ugavi ni muunganiko wa shughuli kwa kufuatana, shughuli mbali mbalimbali za kuanzia kupatikana kwa mahitaji kwa njia ya ununuzi, kupokelewa kuhifadhiwa, kusambazwa, hadi kufikia mtumiaji na mwishowe kuviondosha vile ambavyo havihitajiki tena. Hiyo ina maana katika upande wa mtumiaji kwayo, nimtiri, kwa hiyo ni mtiririko wa shughuli ambazo zinalenga kumhudumia mtu wa mwisho mlengwa, kwa maana yetu sisi tunamlenga mwananchi ambaye anahudumiwa na, na serikali. Kwa hiyo serikali inapopanga mipango mbalimbali ya kumhudumia mwananchi wake inalazimika kufanya ununuzi wa vitu mbalimbali mbali, huduma mbalimbali mbali, ambazo zitahusika katika kutoa huduma hiyo kwa mwananchi wa mwisho. Sasa huduma vitu vitakavyonunuliwa au huduma itakavyonunuliwa ambayo inamlenga mwananchi mlaji lazima ifanane na fedha iliyotumika na ndipo hapo tunapozungumza habari ya uh, thamani ya fedha iliyotumika uh, yani value for money uh -huh. Value for money uh, uh, used in procurement uh. Kwa hiyo tunapozungumza habari za muunganiko huo ni mtiririko ambao unalinda ubora, idadi na vyote vinavyohusiana na vitu hivyo vinunuliwa au huduma hiyo hadi vimfikie mlengo wa mwisho. Wananchi wengi wamekuwa wakisikia au kuelewa kuhusu ununuzi kwa ujumla. Ndio kwa nini sasa hivi mnakuja na mpango huu wa kutaka kuelimisha sasa kwamba ununuzi sio kipengele kimoja tu, lakini ni mnyororo. Mwananchi wa kawaida hapo, hebu hebu mwambie ni kitu gani? Uh, ni kweli serikali imefanya jitihada kubwa sana katika kuimarisha vipengele hivi vya mnyororo wa ugavi uh, jitihada kubwa zimefanyika katika ununuzi ambapo mara kwa mara tumeshuhudia sheria na kanuni mpya zikiundwa, lakini pia imeendelea na kusimamia hivi vipande vingine novitaja. Hata hivyo, tunaona jitihada za, za kwenye ununuzi ambao ni nzuri zaidi unazozipongeza, zingepaswa pia kuendelezwa na katika maeneo mengine, kwa sababu haitoshi vitu kununuliwa tu, lakini visipomfikia yule mlengwa maana yake inakuwa imepotea. Tunachotaka sisi tuimarishe vipande vyote hivi vya mnyororo mm. ili kile kichonunuliwa huku mwanzo kikafike jinsi kilivyo kule mwisho mm. na njio lengo letu labda tu, tuende katika mfano ambao ni rahisi pengine mimi nikusukumie swala la dawa, ununuzi wa dawa Nde. Hebu tuambie mnyororo wake na, na mwananchi hapa ana nafasi gani ya kuangalia kwamba huu mnyororo kweli umefika kama mnyororo wa baiskeli hivi au kama mnyororo wa namna gani? Uh, kweli masuala ya ununuzi wa dawa ni mfano mzuri sana mm -hmm. Chukulia zimenunuliwa nje ya nchi kwa mfano, zitakaponunuliwa na fedha serikali itakayotoka kwa ajili ya kulipia huduma hiyo ya madawa, madawa hayo yataletwa mm -hmm. hapa nchini, yatapokelewa labda kwa njia uh, yatakuja kwa njia ya meli au kwa njia ya ndege au kwa njia ya magari. Yanapofika bandarini kwa mfano, lazima yagombolewe. Ni shughuli ambayo ina, ina, inaruhusu sasa madawa au vitandanishi vivyonunuliwa viweze kuingia nchini. Yatakapogombolewa pale, yatapokelewa na taasisi iliyonunua hayo madawa, kwa mfano kama ni madawa ni MSD kwa mfano. MSD watakapokea watayahifadhi katika maghala yao. Bahati nzuri MSD wamekuwa na maghala karibia nchi nzima, nina uhakika ofisi za kanda, lakini pia ninaweza kusahihishwa, nafikiri hata mikoani pia wana sehemu mbalimbali za ku Yatakapohifadhiwa pale hayo madawa, yatasambazwa kwenda katika vituo mbalimbali vya kutolea huduma hivyo vituo viko nchi nzima, viko nchi nzima, na yote hii ni kumwelekea mwananchi wa mwisho ambaye atapata huduma ya dawa hizo. Yatakaposambazwa yatawafikia yata hao hao hivyo e, vituo, hivyo vituo, mm-hmm, ambapo sasa mwananchi wa kawaida sasa atakapokwenda kupata huduma ya matibabu atakwenda kwenye vituo hivyo na kupata madawa hayo. Kama hivyo leo, sasa suala hapa tunaangalia je, kiasi cha yale madawa yalikonunuliwa yameweza yali kufika jinsi yalivyo huko inakotokea yaende ubora. Maanake vitu kama madawa ni vitu ambavyo vinataka uangalifu mkubwa kuvitunza, maanaake ubora wa dawa utakapopungua, hata e, matokeo katika matibabu huko mbele ya safari nao yatakuwa na walakini. Kwa hiyo tunapenda kuhakikisha kwamba idadi au kiwango au kiasi kilichonunuliwa hmm, kifike jinsi kilivyo kwa wahusika, lakini pia na ubora hmm, ili vikafanye kazi iliyokusudiwa kuwafanya wananchi wawe katika hali ya afya. Kwenye uondoshaji, sasa mwananchi ameshapata ya huduma yake ya dawa na nini, kuna yeah, kile kipengele cha uondoshaji cha mwisho. Kuna kuna nini bado katika uondoshaji, tunamaanisha kwamba kuna baadhi ya vifaa au vitu vonunuliwa baada ya matumizi, bado kuna kuwepo na vitu vimebakia, hakitumiki tena lakini kimebakia, na kisipo kisipotunzwa vizuri au kisipoangaliwa vizuri kinaweza kuwa na madhara. Sasa katika mnyororo wa ugavi suala la uondoshaji ni la muhimu sana, ili kukamilisha mnyororo mzima, ambapo sasa vile vitu ambavyo havihitajiki tena au vimeisha muda wake au vimeharibika au vingine ni vizima, lakini kutokana labda na, na mabadiliko ya teknolojia vinakuwa tena haviendani na matakwa ya taasisi hiyo. Vitu hivyo vyote inabidi viondoke. Sasa uondoshaji kwa namna nyingi, unaweza kuondosha kwa, kwa kuviuza kwa njia za zabuni, ambapo ukifata, ukifata njia hiyo ni lazima utumie e, sheria ya ununuzi wa umma lakini, unaweza ukaviondosha kwa, kwa kuviharibu kama labda vikiachwa vinaweza vikadhuru wanadamu au viumbe hai wengine, wanaweza akaondosha kwa kuvigawa kwa, kwa taasisi zingine zinazohitaji kwa mfano vile ambavyo labda teknolojia imebadilika lakini vizima na kadhalika na kadhalika. Ziko njia nyingi za za kuweza kuviondosha uh, yeah. Mtazamaji wa Hazina TV kama ndo kwanza unajiunga na nasi sasa hivi hapa tunajadili katika kipindi maalum hiki swala so, muhimu sana la mnyororo wa ugavi, na niko na mgeni wangu hapa ambaye ni mkuu kamishna e, wa idara inayoshughulikia sera za ununuzi pale Wizara ya Fedha, na tunazungumzia jambo hili ambalo ni muhimu sana, sasa nirudi kwako kamishna, kwa, uh, wa Dokta Mwakibinga, nafasi ya wananchi hapa kufuatilia huu mnyororo ikoje? uh tunacho jitihada yetu sasa hivi ni kuhakikisha tunatengeneza msingi imara wa kuweza kutengeneza miongozo mbalimbali itakayoweza kusomana katika kusimamia shughuli hizi. Miongozo hiyo ikikaa, miongozo hiyo imara itakayoweza kusomana, itakapokamilika, itakuwa ni rahisi sasa kuweza kufuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hali ilivyo sasa miongozo ipo lakini miongozo ambayo imetengenezwa kila moja kivyake vyake, na tunadhani kwa hali hiyo inafanya tukose kuweza kuona vizuri kwaniko, kwa ehe, kwa lakini tutakavyounganisha kwa katika msingi imara mmoja na miongozo yote ikaweza kusomana, itakuwa rahisi sasa hata wananchi wa kawaida kupata taarifa za maana na ambazo zinaweza kuwasaidia kufuatilia mambo mbalimbali. Kuna swala hili la um, sasa umezungumzia juu ya hiyo miongozo, ni nini ambacho kinafanyika? Kuna labda sera yoyote ambayo ipo kama wizara na wadau wengine wameweza kuiweka sawasawa hapo, ili sasa kuweka muunganiko huu ukakaa vizuri na mnyororo ukawa na maana zaidi kwa wananchi? Ya, ni sahihi, jitihada zimeendelea, na tumeandaa sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi, ambayo baada ya muda si mrefu itazinduliwa. Sera hii inaenda kuweka msingi wa shughuli zote hizi, kutengeneza miongozo na mwongozo, tutakuwa uzingatia msingi wa sera hii. Moja kwa moja inafanya miongozo hiyo iweze kusomana na miongozo mingine. Kwa hiyo, kwa kufanya hivyo, tutakuwa tumefikia lengo letu la kuweza kuiunganisha huu mnyororo na kuweza sasa kuuratibu wote, kuanzia ya mwanzo mpaka mwisho, na hivyo kuweza kubaini kama kuna changamoto zozote ama mafanikio yoyote na kuweza kuchukua hatua stahiki. Nini matarajio yako sasa katika mpango mzima ambao kwa kweli inaonyesha mnafanya kazi kubwa sana ya kuja na hiyo sera ambayo pengine itatambulishwa hivi karibuni kwa wananchi au kwa wadau? Nini imani yako mambo, ah, mambo yatakwenda sawa sawa kama kwa mtazamo wako? Ndugu ah, mwandishi wa habari, nina imani kubwa sana kwamba vitu vitakavyoratibiwa kwa pamoja kwa utaratibu uliotengenezwa unaosomana, matokeo yake yatakuwa mazuri. Tumeona jinsi ununuzi wa umma ambacho ni kipande kimoja tu katika mnyororo, tangu tukotoka tumepata uhuru mpaka kufikia sasa hivi, mabadiliko ni makubwa mno. Sasa hivi tunazungumza ununuzi wa umma unaofanyika wa kidijitali na tumeona manufaa yake, uwazi umeongezeka katika kipande hicho muda umepungua zabuni wa kufanya michakato za zabuni, utunzaji wa kumbukumbu umekuwa mkubwa, na hata ile unapopunguza mikutano ya ana kwa ana, hata vitendo vya rushwa nao vinapungua sana. Sasa tuki, tukiamua sasa kurefusha manufaa haya na kugusa kote huku, mi naamini haya tuyapata karunuuzoume yatajitokeza katika kila hatua sasa, na mwisho wa siku itakuwa ni faida kubwa sana kwa letu umeanza kutoa elimu kwa umma, nini nafasi ya vyombo vya habari katika kueneza huu mnyororo uh, wa ugavi? Uh, vyombo vya habari ni daraja muhimu sana, ni daraja muhimu sana kati ya serikali na wananchi na hata walioko nje ya nchi hii, sababu kupitia vyombo vya habari ndipo tunaweza kupata taarifa mbalimbali, tunaweza kuelewa, tunaweza kukaelimishana. kwa hiyo mimi nawaona waandishi wa habari na vyombo vyao ni wadau muhimu kabisa, wa kwanza katika kuwasilisha hili jambo kwa wananchi. Kwa hiyo umuhimu wao nashindwa kueleza, ni mkubwa mno. Bila wao, bila vyombo vya habari, inakuwa sio rahisi kwa ujumbe uh, huu wa serikali kuwafikia wananchi. Kwa hiyo ni mm. watu muhimu kabisa. Sawa kabisa. Sasa una jambo lolote la mwisho la kueleza wadau wanaokusikiliza kuhusu jambo hili ambalo tunalizungumzia mnyororo wa ugavi. Lengo la mnyororo wa ugavi ni kuhakikisha matumizi, kunakuwa na matumizi mazuri ya fedha za serikali, ndiyo lengo. Kunapokuwa na matumizi mazuri ya fedha za serikali, maana yake ni kwamba tutaweza kutumia fedha chache hmm, na kupata matokeo makubwa. Kunapokuwa hakuna usimamizi mzuri katika kipande chochote katika mnyororo, serikali inapata hasara. Fedha inayopotea hapo ingeweza kwenda kufanya mambo mengine makubwa katika maeneo mengine. Lakini pia matumizi mazuri yanajenga taswira nzuri ya serikali kwa wananchi. Imani ya wananchi itazidi kuongezeka kwa, kwa sababu wanaona kodi zao zinatumika yanavyotakiwa, na, na matokeo wanayaona. Kwa hiyo mchango wa mnyororo imara wa ugavi ni mkubwa mno katika kujenga uchumi, lakini katika kujenga imani ya wananchi na taswira Tanzania kimataifa. Na kushukuru mno, uh, Dkt. Frederick Mwakibinga Kamishna unayeshughulikia masuala ya sera za ununuzi, Wizara ya Fedha kwa muda huu ambao tumezungumza nawe, naamini watazamaji wetu, wasikilizaji wetu wamepata elimu hasa tunapozungumzia kuhusu huu mnyororo wa ugavi sasa ni kama mfumo ambao utasababisha uta, uta uh, serikali kufanya matumizi mazuri, lakini wananchi pia kuangalia na ku, kuona kama kuna usimamizi madhubuti wa haya mambo ambayo serikali inataka kuwapelekea, kupeleka huduma vizuri na nini. Nakushukuru sana eh, mtazamaji na msikilizaji wangu. Mimi ni mtayarishaji na mwongozaji wa kipindi hiki hapa Hazina TV ambayo ni TV ya Wizara ya Fedha. Naitwa Ben Mpaja, mpaka wakati mwingine